Wahenga walisema cha kale ni dhahabu, na hii ni Kigonsera High School inaingia kwenye kundi la wahenga waliosema tumerithi na tuwalisishe. Usemi huu unakwenda sambamba na mpango wa serikali wa kuzitaka baadhi ya shule kuendelea kufundisha stadi za kazi mashuleni badiliko makubwa katika kufundisha watoto kufanya kazi kwa mikono na kupata ujuzi unaoweza kuwasaidia baadaye badala ya kukaa tunalialia kuajiliwa. Na walimu wa hapa Kigonsera wanatekeleza hilo kwa vitendo, ambapo wanawafundisha wanafunzi kilimo cha mahindi, ufugaji wa ng'ombe, kuku, samaki na ujasiriamali na bwawa hili ni miongoni mwa miradi sita inayofanywa hapa shule ya Kigonsera High School. Uh, kwa kiasi kikubwa uchimbaji ulifanywa na wanafunzi wenyewe, lakini gharama nyingine za vifaa vya ujenzi, ununuzi wa vifaranga vya samaki pamoja na chakula chake umegharimu takriban shilingi milioni 11.6 ambazo pesa hizo zimetoka kwenye vyanzo vya ndani vya miradi mingine ya elimu ya kujitegemea. Miradi hiyo inatajwa kuwa na faida pande tatu, mojawapo ni kumwezesha mwanafunzi kuwa na uwezo wa kujiajiri pindi atakapotoka hapa, lakini vilevile kupata chakula cha shule pamoja na kitoweo, sambamba na kutatua changamoto za shule ikiwemo nyumba za walimu. Mpaka sasa hivi tumeshajenga nyumba za walimu sita. Hii unayoiona hapa nyuma yangu ni nyumba ya mkuu wa shule, kwa hiyo atakuwa ni wa saba katika mafanikio hayo. Na tulikuwa tumeplani tujenge nyumba za walimu kumi na mbili. Wakati ule tulikuwa na upungufu wa nyumba za walimu kumi na mbili, kwa hiyo tuna imani kwamba tukishamalizia hii hapa kuna jengo jingine la walimu kule ambalo wanaweza kukaa walimu vijana wanaoripoti kama kumi hivi, tukikarabati na hilo, tumeshamaliza miradi inayoendana na nyumba za walimu. Wanakwambia kuna walimu lakini vilevile vile, kuna walimu wa shule ya sekondari Kigonsera. Sasa jiulize utofauti wa hawa walimu wa aina hizi mbili ni nini? Nimekuja hapa nikuwa na lengo la elimu ya dunia kwamba nisome nitakuja kuajiriwa mbele, lakini nilichokuja kukutana nacho hapa nimekuja kukutana na kitu cha nyongeza ambacho ni elimu ya kujitegemea, kitu ambacho kimenisaidia sana, kwa sababu ujuzi mwingi tumeukuta hapa na uhakika kwamba kila kijana ambaye anakuja Kigonsera na anamaliza, hata shindwa kuishi huko nje, hata kama hataajiliwa, bali anaweza kujiajiri mwenyewe na kuongoza shughuli zake. Wengi tumetokea mikoa ambayo hatufugi samaki, pia wengi tumetokea mikoa ambayo hakuna ng'ombe. Yani wazazi wetu si watu wafugaji, labda ni wakulima tu, lakini baada ya kufika mahali hapa tumejifunza nini? Namna, samaki, namna ya kufuga samaki na namna ya kulea ng'ombe na namna hata kufuga kuku mradi mwingine wa kuku ulioko mahali hapa. Wito wangu, shule zote za mkoa wa Ruvuma tunapaswa kuiga mfano huu. Na mwaka jana nilifanya ziara hapa na wakuu wa shule za sekondari kuwaonyesha mfano wa shughuli zinazofanyika hapa ili nao waweze kuanzisha, lakini ninachoweza kusema kwa mkoa wa Ruvuma, lakini na Watanzania wengine tusikae kusubiri serikali. Watoto hawa ni wa serikali, lakini watoto wetu walimu hawa wanatusaidia kuwatengeneza watoto wetu. Sapoti mojawapo ni mzazi kuhakikisha kwamba mwalimu analala vizuri ili aamke vizuri na afya ya akili aweze kudeliva katika chumba cha darasa. Kwa hiyo hawa ndio walimu wa eh, sekondari ya Kigonsera High School, na hili ndio jibu kwa nini shule hii imetoa viongozi wakubwa kwenye taifa hili kutoka kwenye mradi huu wa samaki uliyopo katika shule hii ya Kigonsera , hapa kijiji cha Kigonsera, kata ya Kigonsera, halmashauri ya Mbinga vijijini, mkoa wa Ruvuma. Mimi ni Mwazo Mwejengo, habari weekend <mimu>